Nakushukuru naibu spika kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kuwa ni sera ya serikali kuboresha kilimo hapa nchini ikizingatiwa kwamba kilimo kinatoa ajira kwa Watanzania kwa zaidi ya asilimia 80 na kilimo kimekuwa kikihudumia Watanzania kwa maana ya kujitosheleza kwa chakula, lakini kwa kuwa pia ni sera serikali iliamua kuja na mikakati ya kuboresha sekta ya kilimo ikiwa ni pamoja na kutoa majukumu kwa mawakala wa pembejeo hapa nchini ili waweze kutoa huduma hizo za pembejeo kwa wakulima wetu hapa nchini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mawakala wa pembejeo wamefanya kazi yao kwa uadilifu mkubwa toka mwaka 2014 2015, 2015 2016. Lakini mpaka sasa hivi mawakala hao hawajalipwa fedha zao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni sera ya serikali kuwarusha mawakala ambao wamefanya kazi yao vizuri? Mheshimiwa Waziri Mkuu, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, kabla sijaanza kujibu swali la mheshimiwa mbunge, naomba nitumie nafasi hii kwanza kutoa pole kwa Watanzania, lakini pia kwa kambi ya upinzani inayoongozwa na kiongozi wa kambi ya upinzani Mheshimiwa Freeman Mbowe kwa kifo cha kiongozi wetu wa kisiasa kutoka kambi ya upinzani kutoka chama cha Chadema mheshimiwa Ndesamburo, ambaye jana e, alitangulia mbele za haki, na nitoe pole pia kwa mke na watoto wa marehemu. Nitoe pia pole kwa wabunge wenzangu, kwa sababu mheshimiwa e, marehemu Ndesamburo tulikuwa naye hapa ndani ya Bunge, na nitoe pole pia kwa Watanzania wote, kwa sababu tumempoteza kiongozi ambaye alionyesha uwezo mkubwa wa kulitetea taifa. Alionyesha uwezo mkubwa wa waku, kusemea wa Tanzania kwa ujumla wake, kwamba sote kwa pamoja tumwombee marehemu mzee wetu, mzee Ndesamburo, ili roho yake Mwenyezi Mungu aweze kuweka roho yake mahala pema. Na sasa nije nianze kujibu suala mheshimiwa Devota Minja, mbunge wa Morogoro, kama ifuatavyo. Ni kweli kwamba sera ya serikali moja kati ya mambo muhimu ni kuboresha kilimo na serikali za awamu zote zimeendelea kufanya vizuri kwenye eneo hili kwa kusisitiza kilimo, na serikali tunatambua kwa asilimia zaidi ya 80 wa Tanzania tunategemea kilimo hata mpango wetu wa sasa wa Tanzania ya viwanda au na uchumi wa viwanda unategemea kilimo zaidi ili kuendesha viwanda vyetu, na nikiri kila ambacho umesema Mheshimiwa mbunge kwamba tunapata msaada sana na watanzania ambao wanajitoa katika kuunga mkono jitihada za serikali kwa usambazaji wa pembejeo kufanya kazi mbalimbali za kilimo e, na namna na, na, na, na, na ambavyo wanajitahidi wana kuwa wavumilivu na nikiri kwamba kweli wanatudai, lakini katika hili nataka niseme ukweli kwamba tulipoanza mfumo wa utoaji wa pembejeo eh, kwa njia vocha na kuwatumia hawa mawakala kutupelekea pembejeo hizi kwa wakulima kule vijijini, ziko dosari kadhaa ambazo tumeziona. Moja y dosari kubwa ambayo tumeiona ni kwamba baadhi ya mawakala wachache si wengi wachache, wamekuwa sio waaminifu sana, kwamba waweza walikuwa wanashirikiana walikuwa na watendaji wetu wa vijiji kule katika kuorodhesha majina ya wakulima ambao si wakulima na hawapo, kwamba wamewapapolea zile na mba mba mba mba yale madawa na kudai fedha nyingi sana ambazo hazipo, na tukajikuta tuna deni ya zaidi ya bilioni sitini na tano nazo kumbukumbu kumbu, kwa sababu hao mawakala wote nimekutana nao, tumekaa nao hapa tumejadili namna mzuri lakini tuliwaambia dosari hii kwa wachache wao, na kwamba tumewahakikishia serikali itawalipa. Lakini nataka tufanye jambo moja, lazima tujiridhishe, tuende kwenye vijiji kupitia watendaji ambao ni waaminifu kufanya uhakiki wa kama kweli pembejeo hizi ziliwafika wakulima, ili tuweze kujua deni halisi. Nataka nikuhakikishie baada ya kuwa tumeanza uhakiki huo baki tumeshafanya uhakiki awamu ya kwanza, kati ya bilioni 35 zilizotamkwa zilizoonekana kwenye orodha ya madeni ya awali tumepata bilioni sita tu ambazo serikali inadaiwa, lakini bado tuna bilioni 30 nyingine ambazo sasa, na kwa mujibu wa mazungumzo yangu na mawakala wote ambao walikuja hapa wiki mbili zilizopita, tumekubaliana kimsingi. Kwanza, tumewasihi waendelee kuwa wavumilivu lakini pia tumefurahi tumeshukuru kwamba amekuwa wavumilivu kwa kiasi hicho, lakini ni muhimu tufanye huo e, uhakiki uh, ili tujue serikali hasa inadaiwa kiasi gani, ili tuweze kuwalipa. Nataka nikuhakikishia kwamba kazi hiyo inaendelea na tuko kwenye hatua za mwisho na tutawalipa madeni yote. Kila aliyefanya kazi vizuri kwa uaminifu deni lake atalipwa, kwa sababu hiyo ni stahili yake, na kwa kweli wamefanya kazi mzuri ya kufikisha pembejeo kwa wakulima na tunatambua mchango wao na sisi tutaendelea kuheshimu mchango wao. Asante sana. Mheshimiwa Devota Minje, swali la nyongeza. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Waziri Mkuu umekiri kwamba ni kweli serikali inadaiwa, lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu umesema kwamba kuna dosari ambazo zimejitokeza katika uhakiki wa zoezi hilo na toka mwaka 2014 kwenda 15, 15, 16 ni muda mrefu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali kwa nini haiwezi kuona kwamba kuna haja sasa ya kuharakisha zoezi hilo, kama watu wanastahiki zao wakalipwa? Kwa maana hivi sasa ninavyozungumza, ziko taarifa kwamba kuna baadhi ya mawakala hivi sasa wameuziwa nyumba zao, kuna baadhi ambao hivi sasa wanashindwa kusomisha watoto wao shule na kuna baadhi ya mawakala ambao wamefariki kwa mshtuko baada ya kuona nyumba zao zinauzwa na mabenki. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kazi hii kama hawa watu mmewatambua na wamefanya kazi yao kwa uadilifu, serikali kwenye hii kamati ya kuandaa mawakala ilijumuisha serikali, wakiwemo TAKUKURU, wakiwemo polisi, wakurugenzi wakuu wa wilaya. Sioni ni kwa nini uhakiki wa namna hii na ucheleweshaji wa namna hii kwa hawa watu ambao wamefanya kazi yao kwa uadilifu. Mheshimiwa Waziri Mkuu umetoa commitment kwa mawakala hao kwa siku ishiri. Mheshimiwa Devota Minja, muda wako unakwisha pale, naomba uulize swali sasa ili uweze kujibiwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu ulitoa siku 25 kwamba zoezi hili la uhakiki lilo limefanyika Tanzania nzima kwa mawakala zaidi ya 940. Ni kwa nini mpaka sasa kwa miaka hiyo toka 2014 watu hawa serikali haitaki kuwalipa haki yao ya msingi? Mheshimiwa Waziri Mkuu majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nitumie nafasi hii kujibu swala nyongeza la Mheshimiwa Devota Minja kama ifuatavyo. Ni kweli kupitia mazungumzo yetu kwa pamoja na mawakala wote tulitoa muda ambao sisi tumejipanga kufanya uhakiki wa madeni yaliyobaki ili tuweke utaratibu wa kulipa na tarehe hiyo imeishia jana, tarehe 31. Kwa hiyo kwa sasa nasubiri taarifa kutoka halmashauri za wilaya zote zitakazokusanya kwenye ngazi ya mkoa na mikoa itatuletea takwimu na baada ya kupeleka Wizara ya Kilimo, wakishapitia watapeleka Wizara ya Fedha na malipo hayo yatalipwa. Ni kweli kwamba baadhi ya mawakala kwa mujibu wa mazungumzo yetu walieleza adha hiyo ambayo wanaipata, lakini kupitia kauli hii wanasikia pia hata wale wadai kwamba hawa ni wa, wale wote ambao watakuwa wana madeni sahihi baada ya kuhakikiwa ni watu wema, na ndio ambao pia tunajua tunatakiwa tuwalipe. Kwa hiyo hakuna umuhimu wa kuharakisha kunyang'anya nyumba, kuacha kuwafanya vitu vingine ni jambo la kuona kwamba taratibu hizi tunazozitumia ni taratibu ambazo zinaleta tija kwa Watanzania, zinaleta tija kwa serikali, kwa sababu tungeweza kupoteza mabilioni ya fedha ambayo wangeweza kusaidia pia kwenye miundombinu mingine, lakini sasa tumebaini kwamba hayakuwa ya ukweli. Nataka nitumie nafasi hii kutoa wito kwa watumishi wa serikali wote ambao wamehusika katika hili, ambao pia tunabaini kwamba wao walihusika kwenye uwizi na ubadhirifu na udanganyifu huu wote tutawachukulia hatua kali. Hiyo moja, lakini mbili, wale wote ambao pia wameshiriki wame katika hili, nirudie tena kuhakikishia kwa kwamba madeni hayo yakishathibitishwa, fulani yanadai kiasi yes, fulani, tutawalipa kama ambavyo tumekutangaza. Asante sana. Mheshimiwa Amina Molel. Mheshimiwa naibu Spika, nashukuru sana kwa kunipa nafasi nami niulize swali kwa waziri mkuu. Mheshimiwa waziri mkuu, baadhi ya walimu wenye ulemavu kutegemeana na ulemavu walionao wanahitaji vifaa maalum vya kujifunzia na kujifundishia na kufundishia katika utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku vifaa hivyo Mheshimiwa waziri mkuu, ni pamoja na mashine za maandishi ya nukta nundu shime sikio, pamoja na vifaa vingine. Natambua kazi nzuri iliyofanywa na wizara uh, ofisi yako, lakini pia wizara ya elimu kwa kutoa vifaa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum, lakini Mheshimiwa waziri mkuu, bado tatizo lipo kwa walimu na hasa kwa kuzingatia kwamba sio walimu wote wanaopangi wenye ulemavu wanaopangiwa kwenye shule zenye mahitaji maalum, ambazo shule hizo Mheshimiwa Waziri Mkuu zina vifaa hivi. Je, kama we, wewe kama baba, na hasa kwa kuzingatia kwamba masuala haya ya watu wenye ulemavu yako chini ya ofisi yako, nini kauli yako ili kuhakikisha kwamba walimu hawa wanatekelezewa mahitaji yao na kutimiza majukumu yao pasipo matatizo yoyote. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nijibu swali la Mheshimiwa Amina Molel mbunge kama ifuatavyo. Serikali inao uratibu mzuri sana wa kuhakikisha kwamba Watanzania wenzetu wenye mahitaji maalum wanapata huduma stahiki ili waweze kukamilisha shughuli zao za siku katika nyanja mbalimbali mbali. Na moja kati ya ushahidi wa kwamba jambo hili limeratibiwa vizuri, serikali zote zilizopita pamoja na hii awamu ya tano, tumeweza kuandaa kutenga wizara inayoshughulikia Watanzania wenzetu ambao wana mahitaji maalum. Ofisi ya Waziri Mkuu ambayo mimi mwenyewe nipo ndo hasa wizara ambayo inashughulikia kwa ujumla wake, lakini tuna wizara ya elimu na Ofisi ya Rais, TAMISEMI zote hizi zinaratibu kwa namna ambavyo tumepanga utaratibu wa kufikisha huduma hii mahali hapo. Lakini pia hawa wote ambao wana mahitaji maalum tunatambua kwamba wakati wote wanahitaji kujielimisha kupitia taasisi na shule mbalimbali, na tuna kule wako waelimishaji ambao wanafanya kazi hiyo kila siku, na sisi tuna utaratibu kwenye maeneo haya ya vyuo, taasisi na mashule. Kwanza, mpango wa kwanza tumepeleka fedha za kuwahudumia pale ambako wanahitaji huduma kulingana na mahitaji yake. Wako wale ambao wana usikivu mzuri uono hafifu ulemavu wa viungo wote hawa tumeandalia utaratibu kwa kupeleka fedha kwenye halmashauri ili waweze kuhudumiwa. Lakini pia waalimu ambao wanatoa elimu hii, nao pia tumeweza kuwawezesha kwa kuwapa kwa vifaa. Waalimu hawa tumewapa vifaa vya kufundishia na kujifunzia kulingana na aina ya mahitaji ambayo tunayo na, lakini waalimu hawa pia tunawapeleka semina mara nyingi kuhakikisha kwamba na wao pia wanapata elimu zaidi ya kisasa zaidi ili kuweza kuwahudumia vizuri hawa wote hawa. Sasa ni lini serikali itajiimarisha katika kutoa huduma hii? Ni kwamba serikali imeandaa kituo cha Msimbazi Center, kwa kwani eneo la kukusanyia vifaa ambavyo tunavisambaza kwenye mashule na taasisi zote ili viweze kutumika katika kufundishia. Nataka nikuhakikishie pia, Jumanne wiki ijayo napokea vifaa vingi sana vya elimu kule Dar es Salaam ambao vimeletwa kwa ajili ya kupeleka kwenye shule zetu za msingi. Miongoni mwa vifaa ambavyo pia tutakabidhiwa siku ya Jumanne ni pamoja na vifaa vya Watanzania wenzetu walioko vioni kwenye shule ambao wana mahitaji maalum. Kwa hiyo ni kuhakikishie Mheshimiwa Amina Mole, na tunajua jitihada zako za kusemea sana eneo hili kwamba serikali iko kwa pamoja, serikali inaendelea kuratibu vizuri na niendelee kuhakikisha kwamba serikali itaendelea kuratibu na kuhakikisha kwamba vifaa vya kujifunzia na kujifundishia vinapatikana, na hao waelimishaji wanapata elimu ya mara kwa mara ili waweze kuwasaidia hawa wenzetu ambao wana mahitaji maalum. Asante sana Mheshimiwa Amina Mole, swali la nyongeza. Nakushukuru sana Mheshimiwa naibu Spika, lakini vile vile naishukuru sana serikali yangu inayoongozwa na Chama cha Mapinduzi na kushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa majibu mazuri yenye kutia moyo na faraja kwa watu wenye ulemavu. Nina swali dogo la nyongeza, na swali hili ni kwa mujibu wa mwongozo wa huduma kwa watumishi wa umma wenye ulemavu ambao katika kifungu cha tatu kifungu kidogo cha kumi na mbili uh, chenye vipengele vya a b c d vinatambua na vinasisitiza na kusema kwamba, nitanuku kidogo, nasema kwamba kutambua kuwa ni haki wa, ya watumishi wenye ulemavu kupatiwa mahitaji yao muhimu kama vile vifaa vya kuwaongezea uwezo, fedha kwa ajili ya matibabu na ukarabati wa afya zao, yani rehabilitation. Nyenzo na vifaa hivi vitolewe na waajiri. Sasa nilitaka tu kupata kauli yako mheshimiwa waziri mkuu, baadhi ya waajiri hawatekelezi majukumu wa uh, haya kwa watumishi wa umma wenye ulemavu. Kama baba mwenye dhamana, nini kauli yako kwa waajiri wasiotimiza wajibu wao kama mwongozo wa utumishi wa umma unavyowataka kutekeleza mahitaji hayo kwa watumishi wa umma wenye ulemavu? Asante. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swala la nyongeza la Mheshimiwa Amina Molel kama ifuatavyo: kama ambavyo yeye mwenyewe ameeleza kwamba uko mwongozo wa Serikali juu ya watumishi wa umma wanaofanya kazi kwenye taasisi zetu za Serikali, lakini pia sio Serikali tu, hata taasisi zisizokuwa za Serikali, inawataka waajiri wote wanapowaajiri wenzetu ambao wana mahitaji maalum, lazima watekelezewe mahitaji yao ili kuweze, kuwawezesha kufanya kazi yao vizuri. Kwa hiyo kwa maana hiyo kwa upande wa serikali wizara zote ziko hapa, mawaziri wako hapa, makatibu wakuu wanaisikia kauli hii na, na kwamba lazima sasa watekeleze mahitaji na matakwa ya serikali ya kuwahudumia hao watumishi wenye mahitaji maalum kulingana na sekta zao. Kama yeye yuko upande wa ukalani, basi hakikisha ana vifaa vya kutosha, lakini na kumwezesha kufanya kazi hiyo vizuri, na hivyo ni kila sekta lazima apate huduma hiyo, na tunatoa wito kwa sekta binafsi kutoa nafasi zaidi za ajira kama ambavyo serikali tunawaajiri wenye mahitaji maalum. Hakuna sababu ya kukwepa kuwaajiri ati kwa sababu unatakiwa kuwahudumia. Wote ni Watanzania na wote wana uwezo na tumethibitisha uwezo wao, lakini pia hata Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. John Pombe Magufuli, kuthibitisha kwamba sera hii ni yetu ndani ya serikali, ametoa ajira, ameteua watumishi ambao wana, wana mahitaji maalum na hawa wote mahali pao pa kazi wanawezeshwa kwa vifaa vitakavyowawezesha kufanya kazi vizuri. Nataka nikuhakikishie, tutaendelea kuajiri ndani ya serikali, na natoa wito kwa sekta binafsi ziajiri Watanzania wenzetu wenye mahitaji maalum. Na wote ambao tunaajiri wenye mamlaka kuajiri, na mwenyekiti wa tume ya ajira yuko hapa, wa chama cha waajiri yuko hapa, sikie hili, awaelekeze wenzake kwamba ni wajibu wa kila mwajiri kuwawezesha wenye mahitaji maalum kufanya kazi zao baada tu ya kuajiri, kama ambavyo sera ya serikali inahitaji kufanya hivyo. Asante. Kazi yangu ni kukuhabarisha, jiunge na ripota wako Millard Ayo na upate habari zote, install app ya Millard Ayo inayopatikana kwenye Android na iOS kwa jina hilo hilo la Millard Ayo. Utapata notification kila mpya inapoingia, kuanzia za mastaa, siasa, michezo na mengine ya dunia.